Uke wa mwanamke mjamzito unakuwa na dalili hizi hapa, ni kwamba dalili ya kwanza, uke huu unabadilisha rangi, maana unakuwa na rangi ya dark black, lakini vilevile ute wa ukeni unaongezeka, kwa hiyo unakuwa upo mwingi. Ni hali ya kawaida kabisa kwa mwanamke, lakini hali nyingine ni kwamba uke wa mwanamke huyu unatoa uchafu uchafu, kwa hiyo ni hali ya kawaida wakati wa ujauzito. Lakini kuna miwasho, miwasho anaipata mwanamke ambaye ni mjamzito, kwa hiyo hii ni hali ya kawaida. Lakini swala lingine ni kuongezeka kwa hamasa ya tendo la ndoa. Ohiri, hii nayo ni hali ya kawaida kwa mja mzito. Na hali nyingine ambayo ni ya kawaida kabisa ni kuongezeka kwa joto la ukeni. Kwa hiyo mwanamke mja mzito anakuwa na dalili hizi au anapata vitu hivi kwa kuangalia uke wake jinsi ulivyo. Je, wewe kama ni mwanamke, je, nimekugusa? Umepata dalili ambazo zinakupata wakati wa ujauzito? Niandikie comment hapo, share ujumbe huu kwa wanawake wengine ili nao waweze kuupata.